na wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Kristo tumaini letu. Kristo ndugu zangu, tunapokuwa tumefikia jumapili ya mwisho ya kipindi chetu cha majilio, kipindi cha kungojea ugeni wa Masia, leo ujumbe wetu utukamilishie habari ya safari yetu katika mawazo haya tumesafiri sana, tukimtazamia na kumwangalia huyu mgeni wa namna gani. Tumetafakari na kujitahidi kumwelewa. Leo tunadhihirishiwa wazi, mgeni huyu ni mwokozi wetu, mkombozi wetu, anayekuja kutuokoa katika jina lile la Yesu. Mgeni huyu ni Emanueli, si kuja kutu kutuokoa, bali ni Mungu anayekuwa pamoja nasi. Kristo si tu kuja kutuokoa, aliyetumwa, lakini ni Mungu mwenyewe anayeamua kuja kuwa pamoja nasi. Ujumbe ni mzito mno. Na mgeni huyu kadiri sasa, tunaweza kusafiri kadiri ya masomo yetu, katika somo la kwanza tumechota mawazo Mungu namna yake yakuja kutuokoa ni namna ya ajabu, kwa vile alivyotumia hali yetu ya kibinadamu, kama alivyosema Paulo, Mtume, somo la pili, kadiri alivyotumia hali ile na hali hiyo yanaitumia kwa namna ya ajabu, kiasi kwamba wanadamu inakuwa ni ngumu sana hata kuelewa, kwa sababu ya hali yetu ya ugumu huo. Somo la kwanza tumesikia habari za mfalme Ahazi, ambaye yeye alipokabiliwa na shida ya mashambulizi ya adui, hofu limuingia. Anatafakari namna ya ushindi ataupateje? Anajitokeza nabii katikati ya mawazo mazito yaliyokuwa nayo, yanayomchanganya namna ya kujinusuru. Nabii anamwambia mtegemee Mungu Kristo, mtegemee nani? Mungu. Mtegemee Mungu. Kwa Mungu ndiye ambaye ni mwokozi wa kweli katika shida yako hiyo. Mtegemee Mungu. Mfalme anapata shaka. Anaona kwamba kumtegemea hadi kut-kumtupia Mungu mzigo huu ni kumchosha. Kwa sababu ndani ya akili yake na mpango wake anatafakari kuagiza jeshi kutoka kwa majirani wamsaidie. Jirani zake wamsaidie wenye nguvu ni ndio ushawishi uliomwingia mfalme katika shida yake hiyo ya hatari ya kuvamiwa. Anaanza kutafuta msaada wa kibinadamu, anakaidi ahadi ya nabii ya kumwambia mtegemee Mungu kuna ushindi. Hata maisha yetu ni hivi katika shida zetu nyingi, huwa mara nyingi tuna tuna, tuna, tuna sita kumwachia Mungu shida zetu. Tunaanza kutafuta misaada nje ya Mungu, misaada kwa wanadamu wenzetu. Hii ni kweli si kweli? Kweli. Eh? Yeah. Yeah. Tunatoa misaada kwa wanadamu wenzetu misaada nje ya Mungu, na tunaweza kutengeneza hoja pale, ni kama vile tunamchosha Mungu kwa shida hii. Nimchoshe Mungu kwa nini? Kwa ni mtoshe Mungu wakati uko jirani watanisaidia. Hatuujengi wazo kwamba msaada kwa jirani unategemea jinsi ambavyo umeunganika na Mungu. Mungu ndiye anayemtumia yule jirani Kristo. Tukima okay. wazi mazuri hayo ambayo tungeyapata ambayo ndani ya misa hii, mwanzoni kabisa nimewaalika, hebu tafakari juu ya utii wa Yosefu. Yosefu naye amekabiliwa na shida. Wanaume mwenzangu, mpo hey? Yosefu amekabiliwa na shida ni nzito. Yachukulia mazingira hayo Yosefu, katika maisha yetu wenyewe. <coughs> amechumbia msichana aliyemchagua naye amejitunza sana. Baadaye anashangaa msichana yule ana mimba. Ungefanyeje mwanauu wezangu, uwaka mpo? Ungefanyeje? eso lazima uamue saizi. Ufikiria hata wanaume wenzetu waliofanya maamuzi analingiza katika tafakari yoyote, hasa kutokana na malezi yake usuku na inasema kwamba mtu wa haki aliona kwa haki, nisimwaibishe huyu binti, nifanye utaratibu kumwacha kwa sirisiri siri. Na bado ana hofu ya mazingira ya wakati huo, hukumu gani hukumugedampata huyu binti baada y kuonekana kwamba ana mimba ambayo sio sio kumwacha kwa siri lakini mtazame Mungu wa ajabu ambaye sasa badala ya kuzungumza na Yusufu moja kwa moja amtoke hivi akamwambia, au amtume malaika alivyoona kwa Bikira Maria, anamtembelea Yusufu katika ndoto, katika nini? Katika ndoto Yusufu anaota, anaota na kuzungumza na, na Mungu anamwambia habari hizo, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, hiyo mimba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. ni ndoto Ungeamini ndoto yako hiyo? Kristo. <coughs> <Listu>. Ungeamini <coughs> ndoto yako? Tumeota ndoto ngapi na bado tunazifanyia kazi? Leo umeota ndoto yote. Leo umeota ndoto. Leo umeota ndoto. Sawa, leo umeota ndoto yote. Leo umeota ndoto, tumeshasahau hata ndoto tuliota leo. Tumeshasahau. Umefanyia kazi? <coughs> Ameingia Mungu katika tafsiri ya ndoto yako. Ikiwa mazoea yako ya maisha hayako katika muunganiko na Mungu, ni ngumu sana hata hizo ndoto, hata ishara zile ndogo ndogo za kutokeza machoni pako kuzitafsiri vema, ni ngumu. Utaenda kiulimwengu hivyo hivyo, utaenda kidunia dunia, kiubinadamu binadamu. Mungu haingii kwenye tafsiri sahihi. Lakini Yusuf kwa sababu alikuwa ameunganika na Mungu, hata ile ndoto kwake iwe na maana, anaingia kuitafakari vizuri. Kwa nini ni yote hii na baadaye anafanya maamuzi Kristo ipa kuna tafakari kwamba namna gani uruhusu Mungu aweze kucheza na fikra zetu na akili zetu na mitazamo yetu. Mungu acheze namna gani? Ana milango mingi anayoitumia katika maisha yetu kuongea na sisi kutupa ujumbe, ii, kwa sababu hatujaunganika naye, inakuwa ngumu sana, inakuwa ngumu sana. Na eti ningekuwa ni mimi au wewe kwa mazingira haya haya, inawezekana maamuzi yetu yangekuwa nafasi kubwa ya kwenda kutafuta nani wa kuzungumza, wewe kumshtaki kwa nani, si ndio? E, nkagua na wazee wake nitote mshenga naye nimweleze habari hizi na kaje. Hata ungeotosha ndoto mtano sita kumi, lakini bado huzijani, unatafuta iliyo unaofikiri wewe ndio njia sahihi. Mungu alivyo waajabu, Kristo na ndivyo Mungu wa ajabu anaongea na sisi kila wakati na, na hata saa hizi anapoongea na sisi juu ya mtoto huyu, utamwita mtoto Yesu. Umesema nini? mm -hmm. Maanaake ah, hapana, utamwita mtoto Yesu, manaake nini, ndugu mm -hmm. yangu? Yesu maanake nini, mm -hmm. eh? <laughs> Basi ngoja turudie turudie. Eh?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 na huyo mkombozi Yesu huyo anayekuja akaokoa watu na dhambi zao, huyo si si swala tu kuokoa watu na dhambi zao bali pia ni Emanueli. Maana yake nini? nasi mm -hmm. mm -hmm. nasije nas, tunakubaliana na habari hizi tunapojiandaa kwa sherehe ya Noeli tuone kwamba tunasogezwa na ujumbe wa Mungu juu ya utii wetu kwa sauti ya Mungu katika maisha mbali, mbali. kwa hatua mbali utii wetu ukoje? Na utii unaenda katika ama mambo madogo madogo, sio mambo makubwa ya ajabu. Mambo madogo madogo tu. Fanya zoezi na kutii sauti ya Mungu katika maisha yako, kutii sauti ya Mungu. Anzia kwanza ili uweze kufanikiwa, anza kwanza kutii mwamko au mvuto wa sala. Mvuto wa nini? Kutii sauti ya Mungu kwa mvuto wa sala, kusali. Leo ni Dominika ya 4, sio jamani Tarehe ngapi? Bado siku ngapi tushereke Noeli? Ah, sawa. Kadiri yenu nne pamoja <laughs> na jibu lake. Lakini mnakumbuka kwamba kabla ya kuanza kuanza zoezi la kipindi hiki cha Noeli kile cha uchubili Noeli, kabla ya hapo tulikuwa na novena wangapi? Tulifanya novena kwa ajili ya kusubiri Noeli. Zipo watu wapenzi wa sala, wanajua kuna novena kabla ya kusubiri kabla kabla ya Noeli ya siku tisa, wangapi tulifanya? Kwa ni ngumu hata kuielekea Noeli na kuielewa vizuri kama sauti ya Mungu hakuingia katika mvuto wa sala, tunaisherekea na tunaiandaa Noeli kwa kwa kibinadamu zaidi unaanza kufikiri kuku ndapata wapi, mchele ndapata wapi, siku hizi sijui kama bado ipo, nguo mpya sikukuu ndapata wapi, bado zipo wengine hivo. Bado tunafikiri hayo zaidi, hata ukombozi wetu umekalia kwenye hivyo vitu, kwamba sherehe ya Noeli itakuwa imenoga vizuri, wapo takula wali na nyama ya kuku Noeli itakuwa imekaa vizuri, imevaa nguo mpya. Ndio Noeli, lakini Noeli ambayo ilikuandaliwa haimaanishi yale ambayo tunayatafakari. Hata sauti ya Mungu imeingia kwako, ikuandaa kuko mbali na ukuzama katika sala Kristo. mm -hmm. Kwa malipo wangu, ndugu zangu, sauti ya Mungu inakuja kwa namna nyingine tena za kawaida uone ni rais hata kuidharau mfalme Azi, anadharau sauti ya Mungu kupitia kwa nabii, alisarau sauti ya Mungu upitia kwa nani? Kwa, kwa nabii inayotaka amtegemee Mungu katika ushindi wa vita, na tuna vita vingi katika maisha, vita viko vingi, kumtegemea Mungu katika mashindano haya ya vita. Hiyo mbele yako ni nani? Anayekwambia ni nani? i mwingine anaweza kutuza hata mtoto tu, mtoto mtotomtutenu nyumbani Anaanza kwa sauti ya Mungu naambia we baba mwache mama. <laughs> Hiyo hiyo. Mwache mama. Mbona mnagombana kila siku? sauti ya Mungu, kwa sababu sie mtu wa sala ni ngumu kuitafakari vizuri na kuingiza katika uhalisia mtunga wa Mungu. <laughs> Yusufu ni ndoto tu. Mbona sisi ndio ndio tumezarau? Wewe na na baki tuza. Hivi ukiota hapo una unakimbia unaanguka na kile na maana yake ni? Eh, maana yake ni unakimbia unaanguka, unakimbia unaoko kwenye ndoto. Unafukuzwa na adui na kimbia unaanguka, maana yake ni? Unaona? Kuna baki na hiyo nimekunja miguu. Hatuendi mbali. Tunabaki hivyo tu. Kwa Mungu atakwambia kwambia nini unakimbia unaanguka? Mungu, Mungu atakwambia kwambia nini hapo? Anakwambia nyosha miguu. Ndio, jumba wa Mungu anakwambia nyosha miguu. Kristo, ruhusu mazingira yako na maisha yako katika saa, na hivi ndivyo ambavyo safari na sauti ya Mungu itasikika vizuri, na ni rahisi kutii sauti ya Mungu na utapata ushindi kwa maombezi kwa namna pekee kwa mwombezi wa mtakatifu Yosefu, anayetufundisha sana sisi katika changamoto zetu za maisha, hasa katika familia tunapokabiliwa na mambo mazito magumu kama hili lilompata. Hebu tusikilize kwanza sauti ya Mungu kuliko hisia zetu. Hisia ya Yosefu anasema yeye, mtu mwenye haki, nisingependa kumwaibisha, bora kumwacha wasiri. Ndio hisia zake Wuno tofauti. Hisia ya Yosefu, ni mtu mwenye haki, sipendi kumwaibisha binti huyu bwana, ni mwache kwa siri. Mungu anasemaje? Mungu anasemaje? anasema usimwache. Tusitawali, tusawaliwe sana na hisia zetu katika maamuzi. Mwachie Mungu nafasi, kuna kitu yote anakuwa, atakwambia usimwache. Tatizo la mtindo huu. Mbona ukutaye kubeba msalaba dai mkubwa? Ulaumiwe, uchekwe, utukanwe na wenzako. Wengine wengine wanatukana mengi. Kama ilikuwa nyakati zetu wangemtukana mengi eti. Eh, wangemtukana mengi Yosefu. Tumaje Bikira Maria pembeni, Yosefu tu anayehusika leo. Wangemtukana mengi. Vijana wenzake ndio msheka sana. Wangemzarau sana. Ni kwa sababu alikuwa tayari ameunganika na Mungu katika tafakari, na shida yake anaacha kando hisia zake na maamuzi yake hasa, anaielekea sauti ya Mungu iliyokuja japo katika ndoto tu. Niwatakie Jumapili njema.